kutenda miujiza na unaenda kutushangaza, wewe Mungu. Bwana unaenda kumjibu kijana huyu, unaenda kumpatia ajira kijana huyu, unaenda kumpatia ajira dada huyu, unaenda kumpatia ajira mama huyu, unaenda kumpatia ajira baba huyu unaenda kumpatia pumziko la kweli. Bwana ukatukuke mahali pa juu, ukawazingire na Bwana ukawajibu matamanio yao. kila roho ya uharibifu na no masikini Bwana na ufukara kila maroho ya kujituma na kutuma kutoka ngana kutoka ardhini kwa kazi yake Bwana ukamwajalie neema na kibali chako Mungu, Baba, hiyo roho ya uharibifu, hata Bwana anapopokea mshahara wake Mungu, kwamba mshahara ayoni mana Roho Mtakatifu Bwana ukaponye mshahara wake Mungu ukaponye Nafsi yake Mungu, huenda Bwana matajiri wake kabla hajapokea hajampatia Bwana fedha zake Mungu, huenda Bwana anazifanyia matambiko. Hiyo Bwana kafara anayotoa ni kwa ajili ya ufukara juu ya baba huyo. Baba, ukavunja hilo agano kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, achilie amani, achilie amani, achilie uzima, ukawafungue na Bwana ukawaweke huru, ni kwa ajili baba utukufu wako, nikijua kwamba wewe ni Mungu utaenda kutenda, wewe ni Mungu anayetimiza neno lako, katika jina la Mungu, baba Mwana na Roho Mtakatifu, Amen.